Mwenyekiti wa chama cha siasa cha Democratic Party DP mchungaji Christopher Mtikila amefariki dunia hii leo alfajiri majira saa kumi na moja dakika kadhaa katika ajali ya gari iliyotokea eneo la Msolwa wilani Bagamoyo mkoani Pwani. Taarifa ya mwandishi wetu Elia Ruzika inasomwa hapa studio. Tukio hilo limethibitishwa na kamanda wa polisi wa mkoa wa Pwani, Jafari Mohamed, ambapo taarifa ya jeshi hilo imesema ajali hiyo imehusisha gari aina ya Toyota Corolla lenye namba za usajili T183 AGM ambalo mchungaji Mtikila akiwa na abiria wenzake watatu wakitokea Morogoro, liliacha njia na kupinduka. Taarifa hiyo imemtaja dereva wa gari hilo aliyenusurika kuwa Steven George, mkazi wa Mbezi jijini Dar es Salaam, ambaye kwa sasa anashikiliwa na polisi kwa uchunguzi zaidi. Mganga mkuu wa hospitali ya rufaa ya Tumbi iliyopo mjini Kibaha mkoani Pwani amethibitisha kupokea mwili wa marehemu mchungaji Christopher Mtikila na majeruhi wawili walioumiwa sehemu za kichwani, ambapo amesema hali zao zinaendelea kuimarika. Pokea mwili wa marehemu mchungaji Christopher mtikila a, pamoja na majeruhi wawili wanaosemekana walikuwa kwenye usafiri huo huo wamepata, wameumia kichwani, lakini hali zao zinaendelea mkwili.

Nami nimekuwa shoki kama watu wengine. Alikwenda lini? Nimuuliza swali moja tu, alikwenda lini Njombe? Nilikuwa sina habari kama nasafiri. Mchungaji Christopher Mtikila alikuwa mmoja wa wanasiasa maarufu nchini kutokana na misimamo yake ya kisiasa, na atakumbuka kwa juhudi zake za kupanua uwanda wa demokrasia nchini. Kufuatia msiba huo, baadhi ya waombolezaji wamefika nyumbani kwa marehemu mikocheni B kuwafariji wafiwa, ambapo wamezungumzia umaarufu wa mwanasiasa huyo. Ni habari ambazo zinasikitisha na zina mingi sana kwa sisi wengine ambao mchungaji ni menta wetu baba, inatuumiza. Na binafsi nimepokea taarifa hizi alfajiri ya leo kwa mshtuko. Sikuamini kwa sababu jana tu nilizungumza na mchungaji mchana saa tisa. Kaniambia uko Njombe ana kazi huko na kwamba baada ya kumaliza kazi angefanya safari ya kurejea Dar es Salaam. Mzangu, msiba huu haukutuacha sisi katika majonzi, hata mimi ndio waandishi wa habari na nafaika kwa ujumla umetuwekea katika hasa katika ugumu wa kimaisha kwa sasa hivi kutokana na kwamba kuna kampeni na msiba huu umetokea. Na hasa hasa ni kwenye harakati za wanadi wa gombe wetu kule Wa a jimbo la ugumu hiyo, kwa hiyo, kwa hiyo, kwa hiyo. Mheshimiwa aliondoka juzi <coughs> siku ya Ijumaa mnamo muda wa saa kumi na mbili jioni, na bahati nzuri Mungu alimjalia akafika jana kule saa kumi na mbili asubuhi ambapo tanaike naona alifanya kuanzia muda wa mchana na akafanikiwa vizuri kutoka Dar es Salaam. Ezekiel Mambopo.